Ni siku nyingine tena mpenzi mtazamaji nikukaribishe katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa tatu usiku. Uko nami Ramadhani Omary kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Mifumo ya upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa hususan katika maeneo ya ukanda wote wa pwani ya Bahari ya Hindi, maeneo ya Ziwa Victoria pamoja na Ziwa Nyasa. Kwa maeneo ya Ziwa Tanganyika, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita kumi kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na mifumo anga bado endelea kuonyesha viashiria vya mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini hususan yale yanayozunguka Ziwa Victoria nyanda juu kaskazini mashariki pamoja na baadhi ya maeneo ya kanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi. Na kwa usiku wa leo maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria pamoja na magharibi mwa nchi yetu yatajua kuna hali ngumu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Kwa maeneo nyanda juu kaskazini mashariki kuna tarajiwa kuna hali ngumu kiasi, mvua katika maeneo machache na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, nyanda za juu kaskazini mashariki, pwani ya kaskazini, pwani ya kusini, pamoja na mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumu za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo nyanda za juu kusini magharibi, pamoja na mkoa wa Ruvuma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo ya mkoa wa Singida pamoja na Dodoma unatarajiwa kuwa na hali mbaya kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia mvua pamoja na ngurumo za radi katika maeneo machache, na mkoa wa Dodoma tunatarajia vipindi vya jua katika maeneo mengi, ilhali katika maeneo ya mkoa wa Mwanza tunatarajia mvua pamoja na ngurumo katika maeneo machache mkoa wa Kilimanjaro tawatarajia mvua nyepesi katika maeneo machache, na mkoa wa Mbeya tawatarajia mvua pamoja na ngurumo za radi katika maeneo machache, ilhali katika mkoa wa Morogoro tawatarajia mvua pamoja na ngurumo za radi katika maeneo machache, na mkoa wa Arusha tawatarajia mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mpaka kufikia hapo, kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri.